Kama nilivyosema kama ni kama video ile ya pili ilivyo iliyotoka kama ni vya, vile vyakula ambavyo wewe unatakiwa ule na ambavyo unatakiwa usile. Kunywa maji na maji yako, maji yako sasa hivi unaenda kunywa mara kwa mara tafuta kunywa maji. Kwa mfano kama ile lita moja na nusu maji, kama ambayo na makampuni mbalimbali, aidha ni jambo aidha aidha ni Kilimanjaro ni GSM, maji maji yote ambayo ni lita moja na nusu, weka hapo chumvi ya mawe kidogo kiasi kidogo, alafu unakunywa ile maji, utaona unaona mabadiliko yake. Mabadiliko yatakuwa ni makubwa sana, mabadiliko yatakuwa ni makubwa mno, makubwa mno. kwa hiyo endelea kufanya hivyo, fuata msingi mzuri wa wewe kuweza kujiwekea yani, fuata msingi mzuri wa wa maisha, namna ipi ya kuweza kuishi vizuri, namna ipi ya kuweza kula na kipi gani cha kufanya, lakini hii itakufanya na wewe uweze kurithisha kizazi chako ucharisisha hata kwa mtoto wako, kwa mke wako nayee hata afuata ile lifestyle pia. Pia hatustahili kula mara kwa mara, yaani umekula hiki umekula hiki umekula hiki umekula hiki, aistahili haistahili uweze kula hivyo. kwa kwa Waislamu na Wakristu mliofunga kwa mfano kama ile umefungua saa, kwa sababu ina utaratibu sana watu kufungua saa kumi na saa kumi na mbili saa moja saa mbili saa tatu Unaona pale unapofungua usile yani, yani usile kwamba kwamba unafidishia chakula cha asubuhi cha mchana, yani unafidishia vitu vyote, hapana. Sawa, kula ushibe, lakini usile vyakula vingi yani. Mara hapo umekula kuna chapati hapa, kuna mandazi hapa, kuna tambi hapa, si kuna nani, kuna viazi hapa, si kuna nini hmm? chagula, chaku, cha chagua vyakula ambavyo ni salama kwa kuweko vila eh? Chukua kula nyama yako, kuna mayai hmm? mayai kuna dagaa, mboga mboga za majani, mm, kuna maharage, viazi viazi, mihogo, viazi vitamu, kuna ndizi, kuna viazi ulaya, kuna magimbi, kuna viazi vikuu Sio lazima wewe unapoenda kufungua mara kuna juisi hapa, juisi sijui ya, ya embe sijui kuna nini uh, unapoenda unapoenda kufungua mara ya yani pale, unaenda kufungua, tafuta maji kunywa, zako grasi zako mbili ambazo ambao umekia maji ya ya chumvi ya mawe ndani yake, umekoroga maji ya chumvi ya mawe kidogo tu, unakunywa kwa wakati huo mwili wako, kumbuka wakati huo